Habari za kuchwa nzima mtazamaji wa Tumaini TV, karibu sana katika Tumaini Jipya. Tuendelee kukumbushana masuala mbalimbali kuhusiana na maadili yetu ya Kitanzania. Lengo ni moja tu, kuifanya jamii yetu kuwa bora, ama dunia yetu siku moja iwe paradiso. Karibu sana Tumaini Jipya, ndio kipindi hewani, na leo nipo na mwanasaikolojia Semeni Lukaga peke yake, yani mtu mmoja tu inwani. Yeye ni mzazi mlezi, lakini pia ni mwanasaikolojia, hivyo basi atatufundisha mengi e, katika hali ya kawaida lakini kisaikolojia zaidi atatupa ufafanuzi. Karibu sana. Tunaendelea kujifunza mada mbalimbali mbali ambazo zinahakikisha zinaweka maadili yetu e, sawa. Na mada ya kipindi kilichopita tulikuwa tukitazamia chanzo e, cha kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa. Chanzo cha kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa, tulipata kuzungumza mengi tukiwa na mwana saikolojia Beatrice pamoja naye Semeni Lukaga, lakini bado <laughs> kuna vipengele tulivibakisha. Basi sina budi e, kumkaribisha Lukaga hawezi kutumalizia pale ambako tulipabakisha. Karibu sana, Lukaga. Asante sana. Habari za wiki nzima. Hivi karibuni kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii tumeshuhudia yale mabinti mm. wa chuo kikuu cha Dar es Salaam yeah. wakidhalilishana kwa kifupi mm. kwa sababu tu ya mume wa mtu hii mm. imekaaje kabla tujaelekea katika vipengele tulivyovibakisha. Yeah, of course ni kuna kuna mambo mengi ambayo yanaweza ya kuwa yanachangia mm lakini unajua kisaikolojia, mtu anaweza kuwa affected na kitu kidogo sana au kuwa kuhudhulika na kitu kidogo sana mm. yaani badala ya kutazama mfumo mzima wa maisha yeye akatazama kitu kidogo sana ambacho ni cha wakati, cha muda mfupi mm. kwa mfano katika e, e, uelewa wa maisha ya chuo sababu pia nimepitia huko, nimeona maisha hayo mm. kama miaka miwili mitatu, na uzuri ulikuwa pale pale udizi na uzuri ya, ya, na mimi nimesoma hapo hapo udizi. Kwa hiyo kuna maisha fulani ambayo watu wana, wana, wana wakifika pale, si maisha yao waliokuwa wanayaishi okay. wanaenda kuishi maisha mengine kabisa ya kuigiza. maisha ya kuigiza maisha mengine ni kwa msukumo mm. Eh, pengine wa marafiki ndugu, eh, ama, I mean, marafiki ndugu wanaweza wakachangia kwa sababu pengine labda hamna misaada mm, familia haina msaada na nini mm, mtu kajikuta kwa sababu ya kutamani awe aishi kama fulani okay, anajiingiza kwenye mambo ambayo sio. Kwa hiyo ni vitu vidogo sana, tunasema wanapatazama, wana leo tu hapa hawaoni wa, kesho mm, wala kesho kutwa. Kwa hiyo zile ni tabia ambazo popote zinaweza zikatokea, na lile lilikuwa wazi tu, lakini kuna mambo mengi sana ambayo yapo watu kupitia mahusiano mm. eh, kupitia hizo migogoro ya kimahusiano maadili kwenye mahusiano inavunjika. Ma, ma, maadili yale yanapovunjika watu wengi sana wanadhalilika, wengine wanafikia mpaka kupata shida pengine za afya ya akili okay. na na wengine hata eh, wengine mpaka wana wana wanakuwa wana, wana wana, wana, hata majeraha mm. na wengine tumeona wengine wakisababisha hadi vifo kwa sababu ya vitu ambavyo ukifuatilia unakuta ni vitu vya ajabu sana mm. Yeah. kupitia tukio lile kwa namna gani ama kiasi gani wale mabinti wanaweza kuathirika kisaikolojia? Kwa mwanaume sizungumzii sana mm. kwa sababu nyinyi wenyewe waga mnajifahamu, na pale yeah. Akuonekana ingawa alitajwa yeah. mabinti wale kwa... namna gani inawaathiri kisaikolojia? Kisaikolojia kwanza ina itawaathiri eneo moja cha kwanza kabisa ni swala ambalo pengine walikuwa amelifanya kisiri. okay. Sasa limekuwa wazi. yeah. Kuna watu wengine japo ana simu zake anajiposti sijui kwenye mitandao huko na nini, lakini kitendo cha kuingia kwenye midia kubwa bado kwake pia kulipokea ni changamoto lakiendoaniae mm. sidhani kama mtu anaweza akainjoy akafurahia lile tukio kwamba nimekuwa maarufu kwa sababu yeah. ya hili jambo la ajabu kwamba mm. nimemdhalilisha huyu kwa sababu niliona pia mamlaka za za kisheria yes, ziliingilia kati, ndiyo, ndiyo, kama polisi na nini. Uh, ni ninachokitazama, wale watu wanaathirika moja kwa moja. Kwanza anakuwa akajichafulia heshima uh, yake, kwa sababu atakuwa ni mtu ambaye atakuwa maarufu, atakuwa anasikika kila eneo atakako kwenda lakini unasikika kwa ubaya, unasikika kwa ubaya, kwa hiyo ile itamwafecti tu moja kwa moja. Sidhani kama mpaka leo familia zao wanacheka, okay. Nafikiri mpaka leo familia zao reaction yao ni kwamba wanawasema wana mm. au pengine ku, kuwafanya wao wenyewe kisaikolojia, lazima utaathirika. Nafikiri awako comfortable mm. kwa kwa hiyo kisaikolojia wataathirika pakubwa, na ni watu wako kwenye wanaendelea na masomo hata hapo chuo tu, kwa sababu kuna watu wengi pale mwisho mm. wa siku inakuja ina, ina kumwathiri moja kwa moja. Anaweza akatoka hapo akawada, yani ndio ikawa ni safari ya kuharibu maisha yake moja kwa moja, kwa sababu unabuwa... anaweza kufikiria hata kupoteza maisha yao wenyewe. Inategemea ina, ina, ina namna ambavyo mtu amepokea, kwa sababu wote tunamfahamu nyoka, lakini mm. nyoka anapotokea katikati ya watu wanne moja anaweza kazimia, moja kakimbia umbali wa mita mia, mwingine kakimbia mbali sana, mwingine kachukua kuwa ni moja mm. lakini mapokeo yakawa tofauti kwao. Sishangae wengine hata tusiposikia pengine ndo wakadhoofu katika afya yao ya akili moja kwa moja, akawa ni mtu ni katika jamii jami. Okay. Yeah. E, kuna mabinti na vijana wengine wachuo wanakutazama hapa no. ushauri gani unawapatia, kabla tujaelekea katika mada yetu ya meme ni waambie tu kwamba wakati mwingine maisha yanahitaji sana o, a, yani tafakuri mm. yanahitaji tafakuri yaani inabidi uishi ukisafiri kimawazo mbele ya mda mm. uishi ukisafiri kimawazo mbele ya mda mm. Yaani huko leo unaishi, kesho kutwa unaishi, miaka miwili ijayo unaishi, uh, miaka kumi ijayo. kwa sababu gani? Leo hii kwa kwa jinsi media sasa hivi zilivyo wale wanasoma mm. baada ya hapo akatafute kazi, unaweza ukaingia ofisi ya mtu, umepeleka interview ukaonekana tu hivyo, akasema hey, huyo si ndio tuiye mwona mm. sehemu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umeshajaribia kila kitu katika mm. maisha yako. Kwa hiyo tuishi Uh, tuishi tukisafiri kimawazo mbele ya muda, tutazame huko mbele patak sio, utazame hmm. eh, hapa <laughs> tu, kwa sababu maisha yaishi hapa. Na mtazamaji, unatazama Tumaini Jipya, karibu sana. Na mada yetu ambayo tunaendelea nayo siku ya leo ni chanzo cha kuvunjika kwa ndoa ama mahusiano. Nini chanzo cha kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa? Haya, moja kati ya vyanzo tunaambiwa ni Ahadi. ahadi gani na ahadi zipi zikifanyeje, basi tunakwenda kinyume na maadili yetu ya Kitanzania. Ahadi imekaje hii hmm? kwenye ahadi, ahadi eh, tunajua ahadi ni ku, ni kumwambia mtu jambo ambalo maybe unafikiria kuja kulikamilisha hmm, au kulifanya au kama ni kitu kuja kumpa hmm. Sasa ahadi zipo za kweli, kuna mtu ambaye anazungumza ahadi ya kweli hmm akimaanisha moyoni mwake. Kuna mtu anayezungumza hadi akijua kabisa kwamba hii hadi sio kweli, ni kwamba siwezi kuitimiza, ili nalifanya siwezi kulitimiza, namfurahisha tu Meri. Kwa hiyo yeah. so, <laughs> kuna hiyo namna mtu anaweza akazungumza tena akafunguka, na ili akudanganye vizuri mm. anakuwa tayari ana pakeji nzuri ya maneno ambaye anajua akikwambia lazima utaamini. Kwa kifupi amejipanga, amejipanga vizuri. Kwa hiyo lengo lake linakuwa ni lengo lake ili litimie basi mm. Kwa hiyo mara nyingi sana ma maadili katika mahusiano, kuvunjika kwa ndoa na mahusiano imekuwa inatokana na ahadi hasa okay. ambazo si za kweli mm. Lakini wakati mwingine hata ahadi za kweli, kwa sababu kuna mtu kumwaminisha kwamba ili nitafanya nitafanya, na kweli unakuwa moyoni mwako umedhamiria kwamba nitafanya hili jambo, lakini mwisho wa siku maybe kulingana na asili dunia ilivyo mm. mambo yakashindikana mm na wewe huku unalia majonzi. Kwa nini? Yaani, kwa nini nimeshindwa? Lakini mwenzie asikuelewe, akaona akabadilisha ukao wa uongo kwao. Wakati mwingine, niwashauri tu kwamba si vizuri sana kutoa ahadi. Yaani hmm. surprise huwa inaweka out vizuri sana kuliko ahadi. Nimewahi kuwasikia baadhi hmm. ya wanaume wengi wanasema kwamba mwanamke lazima umdanganye. hmm. kwa nini Okay, <laughs> Kwa nini lazima mtu si danganye? Kwa nini? Binafsi, binafsi eh, sitaki kuamini sana kwenye kudanganya. Wanasema usipodanganya hawezi kumpata. Uh, unajua saikolojia ya wanawake na saikolojia ya wanaume kuna sehemu inapishana okay. Alafu watu hawajawahi wa kuizoea saikolojia ya mwanamke mm, anaamini kwamba mwanaume hakoswi, mwanaume hakoswi kitu okay. Hakoswi pesa. E, mwanaume hata okay. E, akikukaribisha anakosa yani. Vipi hata e. Akikukaribisha nyumbani kwake utakuta yaani ndani pako vizuri, kuna kila kitu ambacho <laughs> unatamani tamani, yes. Sawa, kwa hiyo wanaamini saikolojia mwanamke ndivyo inavyoamini kwa sababu uh, tangia hapo enzi na enzi ni kwamba wanawake wameumbwa kuwa wasaidizi wa, wa mwanaume wanaume. Kwa hiyo yeye si mtu wa kupambania, ni mtu wa kukuta vya, ku, vya vya kusaidia mm, kwamba kipo hiki saidia hapa, kipo hiki saidia, kipo hiki tusaidiana hapa mm, kusogeza, lakini uhalisia huko hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu, kwa sababu anaamini mwanamke anajua, mimi siwezi kukoswa, mimi nina nguvu mm, mimi ni mwanaume, siri sitakiwi kulialia mm sitakiwi kulialia shida mwanaume alio e, mwanaume analiaje? Oh, tena, nalia kama mwanamke tena. Bado kadogo kabisa, anaambiwa yes, kwamba wewe, oh, unalia kama unalia oh, kama mwanamke. Wewe mtoto wa kiume basi, dogo anakuwa naye, anajua mimi sipaswi kulia. mwisho mm. wa siku yanapomkuta katika uhalisia wa dunia sasa dunia inataka imshape yeah. anaanza kubishana nayo, hapo ndo kuna shida mm. Kwa hiyo wanaume pia wanaamini, wanawake wanajua, sisi hatukosi pesa mm. Sisi hatuwezi kushindwa jambo, tunaweza kila kitu. Kwa hiyo mwanamke naye anajua hivyo. Sasa ndo maana ukimwambia mwanamke ukweli kwamba mimi, unajua bana, sasa hivi umeniomba hela, siko vizuri, sina hela sasa hivi, naomba univumilie mwezi ujao, anaona wanaume huwa hawakosi pesa mm. Unakosaje yani? Unakosaje? anajua pengine ni kweli huna yani, kwa nini umekoswa? Kwa hiyo anaona anakuwa insecure, anajua hata kuwa safe, yani hata kuwa salama pengine mm. Kifedha, hata kuwa salama wewe. oh, unakosaje eh, hata kuwa salama yaani katika ulinzi wa kimahitaji mm. Kwa hiyo kitendo tu cha kumwambia mimi bana, siko vizuri eh, ninaomba univumilie na nini, anajua kabisa unatia unyonge mm. Unatia huruma mm. Wewe ufai kuwa mwanaume mwanaume mm. wake na tunasema kisaikolojia, mwanamke anahitaji tu security kutoka kwa mwanaume, iwe ya kifedha hmm. eh, iwe ya kiulinzi wa kawaida katika afya yake hmm. ya kiafya, sijui ana mambo yake biashara yake, anahitaji security yani, anamtaji na anajua hata mtaji ukiumba, mume wangu atanisaidia. Sasa wewe ndo unalialia unalialia, kwa hiyo wanaume wengi wakagundua unapoteza sifa, kwa hiyo wanaume wengi wakagundua <laughs> okay. <sifu>. <laughs> ha kweli sina <laughs> kweli nimeshindwa, kweli hili siliwezi, lakini mm, huyu nikimwambia ndo atanikimbia kabisa. Na wewe unampenda, na unampenda. Kwa hiyo mm. mtu ataenda pale, ataenda ataongea, bwana, ili hapa ulilosema, lile ombi hilo, sawa, liko njiani, hiki mm. hapa ulichoniomba, niomba hiki hiki, tayari kuna mchongo, na usikivu. Eh, kuna kitu tu kina <laughs> nakifanya mpaka sasa hivi, niweke tena, nishaagiza kabisa, maandalizi yako vizuri, ili hapa hilo nipe siku mbili, sawa bebi? mm. sawa basi, imeisha. Kwa hiyo mm -hmm. inakuwa hivyo. Kwa hiyo ana anaamini, na hawa watu wote unajua wanakuwa na tageti zao. Kwa hiyo okay. kama mwanaume anataka kufanikisha malengo yake, mm. atakalkuleti muda kwamba ndani ya muda fulani kabla huu uongo hauja expire mm. nitakuwa nimeshafanikisha e, lengo langu, kinyume na maadili na mahusiano mm. inakuwa vurugu mm -hmm. yeah. Haya, yani nilitaka kukuuliza namna gani sasa mwanamke anaathirika akitambua kwamba huyu alinidanganya hivi, mm. Alivyoniahidi hawezi kuvitimiza na pengine kisaikolojia, yes. kwa kuongezea tu pengine wawe tayari wameshaingia kwenye mahusiano ambayo ni, ni, ni tunasema labda yana afya sana, yes. Ofkozi, ya ya sana ama au ya ndoa kabisa mm. Ofkozi kuna shida kubwa ambayo wana wanaipitia mm -hmm. Kwanza ni watu ambao wataishi kwa, ni watu ambao mtu akishaathirika vile mm. ni mtu ambaye ataishi uh, kwa, kwa kwa kuchukia ile, okay. chuki mm -hmm. na tunasema kuishi na chuki ni sawa na kunywa sumu ukitegemea pengine afe mwingine. Eh, okay. e, kwa kwahiyo hali hiyo inawapelekea kuwa na changamoto ya ya kuchukia jinsia nyingine mm -hmm. Tena o, o, o, wengine kama asipochukia jinsia nyingine, ata atadevelopu kitu kisaikolojia tunaita kisasi Yaani, okay. Anakuwa ni mtu wa kisasi kwa hiyo, kama ataingia mahusiano hata yawe ya serious, vipi aonyeshe ya kwamba ni ya serious? Ah hmm. Yeye ataona hamna kitu, ni yale, yale. Na kisasi ni kinyume na maadili ya Tanzania, ni kinyume na maadili, tunasema kisasi ni cha Mungu, yeah. Mtazamaji unatazama <laughs> Tumaini Jipya, mara hii tunakwenda mapumziko, tutarejea. Kumbuka mada yetu ambayo tunaizungumzia leo ni chanzo cha kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa. Tutarejea.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 Mtazamaji, tumerejea tena, unatazama Tumaini Jipya. Karibu sana, tuendelee kukumbushana kuhusiana na maadili yetu, hususan maadili ya Kitanzania. Lengo ni moja tu, kuifanya dunia yetu kuwa bora na jamii yetu kuwa njema kabisa. Karibu sana. Mada ambayo tunayo leo ni mwendelezo wa kipindi kilichopita, ni chanzo cha kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa. Tumepata kutazamia vyanzo vingi sana ambavyo ni sababu ya kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa. Na sasa tunaendelea ndani ya studio, nipo na Isemeni Lukaga mzazi na mlezi na ni mwana saikolojia pia tunakwenda katika kipengele kingine ambacho kinaonekana kuwa chanzo cha kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa. tu sote mpaka tamati, Lukaga anarejea sasa. Na natamani kurudisha kwenye chanzo kile cha kwanza, ile hapana, tutakesha ni kipana sana. Yeah, okay. Haya sasa sasa tunaelekea kwa mategemeo hmm. Mategemeo pia nayo inaonekana kuwa chanzo cha yeah. kuvunjika kwa mahusiano ama ndoa hii imekaaje? Mategemeo, mategemeo yeah. gani na kwa nini mategemeo muhimu? mm. Kwanza, mategemeo ni ni kitu ambacho mtu anakuwa anasubiria, mm. iza yeye mwenyewe anachokitegemea kwamba labda ajafanikisha, kwa sababu tunasema yote tunayoyafanya duniani kisaikolojia, mm. kila kitu kinachofanyika ni kutafuta furaha. okay. hata mtu anaenda kufanya ujambazi huko, mwisho wa kile kitu anachokifanya anahitaji furaha. Okay. Kuna mtu ata, anakuwa ana ana mategemeo. Mm. ana mategemeo fulani anategemea jambo lake liende, anategemea kitu chake kiende. Anaingia kwenye mahusiano kwenye ndoa akiwa na mategemeo. Mm. mtu anakuwa na mategemeo hayo alafu uhalisia sasa unapingana na yeye okay, kwa sababu tunasema dunia siku zote iko kwenye mahesabu. Mm. E, na kuishi ni mahesabu. umemwona mwenzio kakasirika kaongeza yeye asira, wewe inabidi umainaziasira yeah. Unakuta mategemeo yanaenda kuwa shida kwenye mahusiano na kusababisha mahusiano yavunjike, kwa sababu huyu mtu akutegemea hivyo, mm. hata kama ukumwaidi, hata kama hajaahidiwa, lakini yeye mwenyewe alichora picha gani? Sasa unakuta vitu ni tofauti kabisa, mm. tunasema mategemeo yanakuwa kinyume na uhalisia mm. kumbe, dunia inamwambia maisha ya huyu mtu sio hayo, maisha ya mtu ni ya huyu mtu ni haya baada ya approach mtu anaanza kuchora maisha huyu, yawezekana atakuwa moja, mbili, tatu. Mategemeo, uhalisia unakuja kuzama kwenye mahusiano, kuingia kwenye ndoa, unakuta uhalisia ni tofauti kabisa. Sasa mtu anaweza akaanza kubadilika tabia na kuanza kufanyia tabia za ajabu, ndo kama hayo, pengine usaliti, kwa sababu anaona tumu kwenye ndoa siwezi kuchomoka mm. kirahisi. Najua ndoa zetu za Kikristo. Yeah. Kwa hiyo atakachokifanya anakuumiza Umo, umo hofu ya Mungu inapotea. Kwa hiyo anakuwa ni mtu anayekuumiza, anakunyanyasa kwa sababu tu hakutegemea kama angeweza kukutana na maisha ya na namna ile. Tunasema binadamu tunapanga mipango yetu mm. mingi tu yeah, lakini yeah, mwenye kauli ya mwisho kwamba ifanyike au isifanyike au ifanyike vipi yeah, ni Mwenyezi Mungu peke mwenye, mwenye, yake yeah. Kwa hiyo hapo kuna swala zima la kumwomba Mwenyezi Mungu katika mipango yetu jamani. Kabisa, kabisa. Aha, ya. Tunasonga mbele mtazamaji, nambari yetu ya maoni ama ujumbe hiyo inapita chini ya runinga yako ambayo ni sifuri saba nne mbili sabasaba tatu nne nne nne. Unaweza ukatutumia maoni yako, au kama una swali unaweza ukatutumia, nami nitarifikisha hapa kwa mwana saikolojia. Tunakwenda kwenye kipengele kingine Lukaga, naam. Kinasema malezi, malezi, malezi, malezi ni chanzo pia e, cha kuvunjika kwa mahusiano, ndoa. Sana, sana tena e, kisaikolojia hicho ni chanzo mojawapo, mm. Mtoto anatengenezwa na familia mm, na baba na mama mm, e haijalishi lakini mtoto ana mtoto, ili aje mtoto wa kike, mtoto wa kiume, ili waje wawe e, baba na mama mzuri katika maisha yao, yaani wanatengenezwa mm. na familia. Ndo maana umekuwepo msisitizo mkubwa sana kwamba wazazi kaeni na watoto, sio wewe unaenda kazini unarudi saa nne watoto mm. wamesha lala, kila siku, wiki inaisha, mwezi, siku moja tu mtoto anahitaji aone yani nyinyi muwe role model, lakini sasa tunatahadharisha kwa wale wazazi ambao nyinyi ni kugombana nyinyi ni kutukanana hadharani eh, amwelewani. Kwa hiyo mtoto ana, tunasema wakati akiwa mdogo uh, kichwa chake, memori yake inakuwa haina mambo mengi sana o, <gadu> li, eh, ki, anazaliwa, an, anazaliwa anakuwa akiwa empty mm, tupu kabisa eh, lakini sasa kile uh, utakachokuwa mnakifanya nakishuhudia kwa macho na kusikia kwa masikio na vile mtakapokuwa mna mtreat mtoto mwenyewe, ndicho kitu atakacho kibeba. Kwa hiyo kama mtoto atakuwa anaona mama anapigwa sana, huyo mtoto wa kiume ataamini kwamba kumbe ili e, mwanamke anyoke, inatakiwa apigwe. Nafikiri hizo zimekuwepo hata katika baadhi ya tamaduni zetu ambazo hmm, sio nzuri e, watu kwa kwamba kwenu kule. E, a, tuseme tu mikoa kama ya mkoa Mara kule e, kwenu, na nini kwetu huko E, imekuepo ilikuwepo hiyo tabia mpaka wanawake wengine wanasema mimi ana wiki hajanipiga ya yeah, yani, kwa nini anatamani kupigwa, inabidi e, amchokoze kwamba akikupiga ndo anaonyesha kwamba anakujali. Anakupiga. Anakujali. Yani, mtu asiye kupiga sikakupuuza, aliyekupiga anataka ubadilike. Kwa hiyo anaweza akafanya makosa ambayo makusudi si, makusudi, makusudi. Ili tu basi itokee tu, okay, tu basi asemwe apigwepigwe kidogo <laughs> itoke <okay>. Saikolojia <laughs> mtu ambaye ana, ana kwenye malezi anayeweza kuathirika vizuri ni yule ambaye atakuwa amelelewa kwenye familia ambayo inajali tabia na mahitaji, okay. Inajali tabia, wanasimamia tabia na mahitaji mm. Lakini ma, malezi, aina nyingine ya malezi unakuta wajali tabia, kwa hiyo wao wakigombana, iwe mbele ya watoto, twende mtoto atachukua yara atayabeba lakini kuna huyu huyu mtoto wa kiume ambaye ata, ata, atajua kumpiga mwanamke, ndo malezi I mean ndo maisha huyu. mm. Huyu anaweza akawa negative kwenye hilo, akaona m, akawa na huruma na mama mama anapigwa huyu, akaja kukua akaathirika, asimsemeshe mwanamke asimpige, hata iweje, yaani hata mwanamke ampige yeye mm. au mwanamke amtukane yeye, mwanamke amfanyie vitimbwi yeye bado atakuwa ameathirika na ile huruma aliyokuwa anamhurumia mama yake, wakati anatazama yale maisha. Wanapotambua jinsia zao, kwamba mimi ni mwanaume, mimi ni mwanamke, huwa wanakuwa marafiki e, vice versa. Mtoto wa kike anakuwa rafiki sana wa baba mm. Mtoto wa kiume anakuwa rafiki sana wa mama okay. Ile kitu huwa inasaidia sana kumjenga mtu karibu, ndio maana mtoto wa kiume aliyekaa na mama kwa malezi sahihi muda mrefu hawezi kuki, kufika ukubwani eti akaanza kuhangaika na masuala ya mahusiano, au mtoto wa kike aliyekuwa karibu na baba vizuri akamlea vizuri, eti akafika ukubwani akaanza kuhangaishwa na, na, na, na, na wanaume eti anababaika na, no atakuwa anaona, yaani ni kawaida, kwa sababu mm. ana zile instincts katika akili yake kwamba awa ndiyo ni mwanaume na yaani kunale malezi ya baba yamemuafekti katika positive way. Kwa kwahiyo hata heshima atakuwa na heshima vizuri mume wake, na atakuwa yani kuna namna inazaa matunda mazuri sana. Sasa bahati mbaya siku hizi hmm. maisha yamekuwa ni vururu vururu, kuna namna <laughs> watu watuenendi katika utaratibu mzuri hata wa malezi. Kwa hiyo tunazalisha, tunasema akili iliyougua mm. inazalisha mawazo yaliyougua mm. mawazo yaliyougua yanazalisha vitendo vilivyougua, kwa hiyo ndivyo hivyo utakavyokuwa. yeah, mtazamaji, tunasonga mbele, unatazama Tumaini Jipya. Kama ndo kwanza naungana nasi, karibu sana. Ingawa tunaelekea ukingoni, kwa dakika chache hizi, bila shaka kuna kitu utakichota kutoka hapa studio. Haya, tunaelekea kwenye chanzo kingine cha nne, nasema yeah. ni mtindo wa maisha yeah. mtindo wa maisha kuna mtindo, marafiki, kuna ukisasa yeah. Hii imekaja mtindo wa maisha umekuwa pia ni changamoto sana kwenye maisha ya mahusiano na ndoa mm. E, yaani kuna mtu anataka aishi maisha ambayo sio yake mm. au ana uwezo nao, au ana uwezo nao pengine muda haujafika. mm. mm. Kwa sababu tunaamini katika uhalisia kwamba wewe weka bidii zako kama ni kwenye fursa utakachofanikisha ndicho ulichobarikiwa. mm -hmm. Ndo maana unapoenda extra mile unaweza ukajikuta unaingia kwenye matatizo, unapoenda zaidi. mm -hmm. Unajikuta kwenye matatizo, lakini pia unapokuwa huko nyuma sana. mm -hmm. Pia unaweza ukafeli vitu. mm -hmm. Kwa hiyo wewe wekeza nguvu inapotosha, wekeza ufanikishe maisha yako. mm -hmm. Yale utakayoyapata ndo yapangie bajeti sasa wewe unaingiza elfu kumi unapanga bajeti za elfu hamsini kitu kinakuwa ni, ni tatizo. Kuna watu ambao kwenye familia wameingia kwenye mahusiano, pengine sawa, pesa ipo ya kutumia na nini, lakini anafanya matumizi nje na na vile ambavyo ilitakiwa kuwa paka wanafikia kwenye migogoro na na na, na wanafikia kwenye migogoro na, na mwenza wake kwa sababu pesa sawa ipo ya kutumia, sio kwamba ana, anapiga kelele kwamba hii pesa labda ndo imeisha. Pesa zipo, kazi zinaendelea kufanyika mm. e, pesa inaingia, lakini matumizi pengine ni tofauti. Lakini pia tunaweza ukasema katika mtindo wa maisha mwingine mm. ni zile ushawishi wa marafiki, yaani we una marafiki wa aina gani mm. awe mwanaume awe mwanamke mm. kwenye mahusiano yako mm yale maneno wanayokwambia, unajua, ukiwa unasikia kitu kimoja tu kila siku mm. kile kitu ki, kitakaa, kitaishi, kuna siku utakitumia okay. E, yaani yale maneno unayoyasikia kuna siku yataishi, halafu utakuja uyaplai kwenye maisha yako uyatumie kwenye maisha yako. Kwahiyo utaya ya utayakumbuka tu <laughs> kwamba mbona wakati rafiki yangu fulani anasema ili swara kuhusu mke wake au anasema kuhusu mahusiano yake alivyovunjika. Watu wengi hawana mbinu za kusovu matatizo, anatumia experience anakusumbua mimi nilifanya moja mbili tatu, mm. siku hiyo imetokea, akamsumbua kweli, anaanza kuchukua ule ushauri anautumia, kumbe anabomoa. Kwa hiyo pia e, e, mtindo wa maisha, namna ambavyo tuna, tuna, tuna tunaishi na, e, na sababu nyinginezo zote hawa e, marafiki tunaoishi nao mm. e, tunasikiliza nini kutoka kwa watu na nini, tunachuja, tunayatumia tuna tunayatumia vizuri yale tunayoambiwa, inaweza kusababisha pia kuvunjika kwa mahusiano. Na kuvunjika kwa mahusiano lenyewe tu ni mmomonyoko wa maadili hmm. Lakini pili, hata wao wa wenyewe ambao wana, wana wanavunja yale mahusiano hmm. Lazima kwa namna moja ama nyingine watakuwa wameharibu maadili moja, okay. kwa moja Yeah. Haya mtazamaji, tunatamani kusonga mbele lakini da tunafika tamati kwa wakati huu. Shukrani sana Lukaga kwa muda wako. Asante sana. Nashukuru sana. Haya, pengine mtazamaji angetamani hata kuzungumza na wewe ana la kwake la moyoni yeah. Anataka kupewa tiba kisaikolojia yeah, na, okay. Nambari zako tafadhali, kwa haraka yeah. Namba zangu za simu ni sifuri saba arobaini na tatu arobaini na tatu sabini na moja hamsini na nane sabini na moja hamsini na nane. Kwenye mitandao nisemeni Rukaga mm. Kwa hiyo unaweza ukanifollow uka kule ukanipigia simu tukazungumza, huduma mm. za kisaikolojia tiba, mm. ya kisaikolojia kwenye mambo mbalimbali mbali ya maisha haya mm. Asante sana Lukaga. Mimi nikushukuru mtazamaji kwa kutupa muda wako, asante kwa kuchagua Tumaini Jipya. Tuendelee eh, kuyaimarisha maadili tu yetu, ili tuifanye jamii ama dunia yetu kuwa bora kabisa. Mimi ni Mery binti Yuda, nyuma kamera amesimama Dule Evans. Asante, Jumatatu na nayo ni siku tukutane tena. Bye bye.